Wa West TV. Na kuelekea katika mchezo wa mkondo wa kwanza robo fainali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Al Masry dhidi ya wageni Simba Sports Club kutoka nchini Tanzania, wakiendelea kupeperusha bendera ya Tanzania katika mchuano ya CAF, lakini pia wakiendelea kupeperusha bendera ya Afrika Mashariki na kati unaambiwa kikosi cha Simba kiko sawa, lakini pia hali ya kikosi hicho imeelezwa kwamba Musa Pinpin Kamara ameendelea kujumuika na wenzie mazoezini, lakini pia kocha Fadlu Davids akiendelea kukijaribu kikosi ambacho eh, huenda kikaanza katika mchezo huo, huku golini akiendelea kumweka Ali Salim Katoro, lakini mabeki wa pembeni Shamari Kapombe pamoja na Muhamed Huseni Shabrara bila kusahau eh, katika eneo la mabeki wa kati eh, Abdrazaki Hamza pamoja na Chamu karibu lakini, katika eneo la kiungo Fabrice Ruamba Ngoma, Yusufu Kagoma, eneo la viungo washambuliaji eh, kiba sawala yani yaliyo mpanzi volkano uvorukano eh, Jen sherehe wa pamoja na Kibu Denis Prosper huku katika eneo la ushambuliaji wa mwisho yupo Lionel Yateba eh, katika eneo hilo ili kuhakikisha mambo yanakwenda sawa sawasawa sawa. Lakini pia unaambiwa wachezaji wa kuchungwa katika kikosi cha Al Masry sio washambuliaji kama wengi ambavyo huwa a, wana wadhani. Lakini pia katika eneo la kiungo kuna mchezaji mmoja kutoka nchi ya Algeria <coughs> mwenye jezi nambari thelathini na tatu, yupo vizuri, ni hatari sana na Simba waende huku wakimchunga kwa sababu lolote pia linaweza kutokea. Na kuelekea sasa mchezo huo, tunaona kocha Fadlu Davids ana uzoefu wa kufika mpaka e, katika hatua za fainali e, katika e, michuano hii ya kombe la shirikisho na klabu bingwa, lakini alikuwa kama kocha msaidizi. Na safari hii Simba Sports wao na kauli mbiu yao kwamba hii tunavuka, inaweza ikawa chachu pia kwa kocha Fadlu, inaweza ikawa chachu pia kwa wachezaji wa zawa wa Simba Sports kama kina Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe pamoja na Ali Salim bila kumsahau Kibu Denis Plus ambao wameshacheza robo finali kadhaa wakiwa na Simba Sports, ili kuhakikisha wanajipapatua wanaipambania Simba ili kuhakikisha wanafuzu katika hatua wa hiyo ya robo ya hatua ya nusu final, eh, final kombe la shirikisho barani Afrika. Tuandikie maoni yako juu ya hili.